Habari za sahizi. Uh, mimi naitwa abed huseni Leani. Uh, ni ndugu wa dada Sakina Isa Risasi. Kwa kweli, kwanza namshukuru Mungu mpaka leo hii kuwa hai, kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye mwenye uwezo wa kujua siku ya kuwepo duniani na kuondoka. Tukiona mpaka sasa hivi Mungu atupa uhai, ni jambo la kumshukuru Mungu. Uh, mimi wa kwangu tu ambao utakokazia kutokana na mazingira ya dada Sakina. Unajua dada anateseka sana sana, huu ni mwaka wa kumi na anateseka kwa kutafuta haki zake. Ukweli ni kwamba uh, jambo ambalo linowasumbua watu sasa hivi ni watu kuto kujua sheria ili waweze kuendea sheria zao. Mimi kitu ambacho wanapenda kujuliza swali yeye kutokana mfumo wa mahakama walivyosema kwa jambo litakiwa liweze ku nini 50 kwa 50 swali lipo. Huyu mwaka wa kumi anahangaika. Kama kweli huyu mwanaume angekuwa labda ana share yake. Ana kitu chake ambacho ndio ndani bahikaweka. Kwa nini asingekubali kupata hiyo 50 kwa 50 kando kufanya mambo yake? Kitu kinachomuumiza ni mpaka sasa hivi bado anatetea haki yake kwa sababu kuu mbili. Moja, kwanza usalama wa maisha yake ulivyotetereka, mpaka sasa hivi huyu mtu ni mgonjwa. Ni mtu ambaye anaumwaumwa mara kwa mara. Kapata presha hakai siku mbili, siku tatu bila kuumwa. Haya yote ni kwa sababu ya mazingira hali ambayo liopitia. Mimi ninaimani asilimia mia moja mahakama ni chombo kitukufu sana, na ndiyo maana mahakama imewekwa kwa sababu ya kuweza kuwasaidia watu, na mahakama ndiyo kitu pekee cha kuweza kukimbilia watu wanyonge, ili waweze kusaidiwa. Lakini katika mahakama hiyo hiyo unaikuta kuna watu wanaenda tofauti kwa kuwadhulumu wanyonge wasiokuwa na uwezo wowote kwa sababu ya manufaa yao. Mimi naomba swala mahakama angeze kuweza kupitia baadhi ya watu au baadhi ya mawakili ili kwa sababu kuna watu wengine wanateseka na wanapata tabu, mwisho wa siku waenda kusema mahakama vibaya, kwa mahakama haitendi haki. Sio mahakama, kumbe nasikia Mungu, mahakama ni chombo huru, ni chombo kizuri, ni chombo ambacho kinatenda haki na kinawasaidia watu, lakini humo humo kuna baadhi ya watu wachache ndio wanaofanyaje, wanatukanisha wa mahakama hii. Hali mpaka sasa ipofikia miongoni wa kitu ambacho kwa sababu hii kesi mpaka imefika leo hii mpaka imefika leo hii, vitu vingi viko vinafanyika bila dada kujua, na ndio maana alikuwa anashangaa, kuna jambo linatoka hili linaingia hili. Sasa mimi naimani rais wangu mpendwa, mama wanyonge, ni rais ambao, wewe mama, ndio kio chetu na wewe ndio msaada wetu, na hatuna pa kukimbilia mama. Wewe ni mtu mzuri sana mama wewe ni mtu mzuri na ni mtu na ndio maana Mungu kakuchagua. Mimi ni Mwislamu, ngoja goja niseme kitu kimoja. Mungu anasema, Mungu lau atake kufanya jambo au atake jambo lizo kumkuta mtu kama alivyo likamkuta, kama Mungu hajafanyaje hajapanga. Kwa hiyo hili jambo Mungu kapanga, mama yetu uwe rahisi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia hawa wanyonge na shida wanaopitia, kwa sababu kitu kinachoniuma mimi kitu kinachoniuma mimi, huyu mama usalama wake umekuwa ni mdogo kwa sababu mara kwa mara, kila unapoongea naye, leo utaongea naye vizuri, baada ya dakika tano mtu anaumwa. Baada ya dakika kila baada ukiongea naye, baada ya muda huyu mtu anaumwa. Kitu ninachokiomba mimi kwa viongozi wangu wa nchi, viongozi wangu wote ambao watakaopata ujumbe huu, tunaomba ili jambo mliingilie kati. Tukitaka kutumia sheria kwenye sheria, sisi hatujui tumeumizwa kwenye sheria mimi nina imani kitu kimoja hivi, ina maana mtu ambaye asiyejua sheria hafai kuishi katika hii dunia? Lau Mungu angetaka sote tuwe na sheria, tungeongeza vipi katika hii dunia? na ndio maana kuna watu wamefanya kuwa wanasheria hawa kuwa madokta hawa kuwa wajenzi hawa... kila mmoja Mungu kampa fani yake, ili mradi huyu amtegemee huyu na yule amtegemee huyu. Sasa dada aliwategemea watu na wanasheria, ili aweze kumsaidia, lakini hao hao wanasheria ndio ambao waweza kumdokwa na kumzunguka mpaka sasa hivi. Leo hii anaonekana kuwa huyu mtu afai mtu ukikata, ukimwangalia katika mazingira sisi kama sisi, mimi kuna kauli moja aliniambia, yupo radhi bora afe kuliko kuona wewe unyang'anywa mafanikio kwa ajili ya kudhulumiwa haki yake. Najua nina hamu sana viongozi wangu wote wa nchi waweze kupata klipu hii. Nina hamu sana viongozi wangu, ikiwa kama lijambo, mtadiridhia kesi na vithibitisho vyote, sisi tunavyo, mweze kuvipitia, mweze kuangalia nukta moja baada ya nyingine sisi tunaomba nukta zote sisi tunazo, ushahidi wote tunao. Tunaomba kama hii haki isikilizwe upya, watu kila mmoja alete ushahidi, ushahidi kuwa sahihi, kwa sababu hili jambo limeenda kwa upande mmoja. alafu kuna swala la utekaji, kuna swala la utegaji nguvu. Huyu katezwa nguvu, kutokana na maradhi aliyopata kuumwa, ndo kama hivyo, leo hii anangia kutafuta msaada hivyo naombeni mweze kutusaidia katika hili pia. Nina imani mashirika ya haki za binadamu, pia naomba pia aweze kupata hili. Kuna wayonge, watu wanyonge, watu wasiokuwa na sauti, watu wasioviweza na chochote, wanateseka na kuumia huku shida. Kwa sababu gani? kuna mtu yeye kasoma yeye anafani fulani kwa kupitia fulani yake ile anawanyong'onyesha watu wasioviweza. Hivi ni haki kweli?